Leo tumekuja kwenye kampeni maalum na ni kampeni ya huyo huyo Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli ameanzisha kampeni hii ya kuhakikisha tunatumia nishati safi ya kupikia. Na ukizungumzia nishati safi ya kupikia, mwathirika namba moja ni mwanamke, mwathirika namba moja ni mama. Huo mdomo una kazi nyingi. Mami, natamani kirudi nyumbani, sister utanisamee Nikikutana na mke wangu pale, angalau anipige busu kidogo. Sasa badala ya kunipiga busu anapuliza mkaa <laughs> au anapuliza kuni. Hayo matumizi mabaya ya mdomo, kazi za mdomo zinajulikana, kula chakula eh, eh, kumbusu baby na masuala mengine. Hii ya kupuliza hii ni changamoto zetu za uharibifu wa mazingira. Sasa Daktari Samia kwa sababu anajua thamani ya mwanamke mwanamke atakiwi kutumika kwenda kupuliza kuni na mkaa, akakutana carbon dioxide kule, anatakiwa akutana na hewa safi kabisa katika maisha yake. Ndio maana akaanzisha kampeni hii, kampeni ya nishati safi ya kupikia, na amekuwa kinara, sio Tanzania tu, Afrika nzima. Ukienda wanamtambua Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kampeni yake ya nishati safi. Ipo hapa siku hii ya leo ambayo tumebakiza siku moja kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Aa, na kwanza napenda kwa kuwashukuru na kuwapa pongezi wanawake wote kwa kuweza kuadhimisha siku hii ya maadhimisho ya wanawake duniani. Tunaamini wanawake wamethaminiwa, wanawake wanaweza na wanawake ni jeshi kubwa. Aa, katika siku hii ya leo katika hospitali yetu ya mkoa wa Arusha wa Mount Meru tumekuwa na ugeni wa mbunge wetu wa Arusha Mheshimiwa Mrisho Gambo ambaye amekuja akimwakilisha mama katika zoezi zima na kampeni nzima ya nishati safi. Tunasema asante sana na tunamshukuru mama, tuko nyuma yake katika kuadhimisha na kuweza kupiga kampeni hii ya nishati safi, kama ambavyo tuliona akihamasisha katika mkutano wa ishirini na nane wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa katika ma maadhimisho ya Uh, tabia ya nchi, mabadiliko ya tabia ya nchi, uh, aliweza kuhamasisha wanawake wa Afrika kuweza kutumia nishati safi ambayo ni nishati mkombozi. Kwa hiyo sisi tuko hapa siku ya leo kuweza kuunga kampeni hiyo, kama vile ambavyo serikali na malengo katika miaka kumi ijayo kufikia asilimia themanini ya wanawake wote wataweza kutumia nishati safi ambayo ni mkombozi wa mazingira, kadhalika ni mkombozi wa uchumi wa taifa letu. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kujitoa kwa kujitoa kwake kwa ajili ya kina mama, nasi tunashukuru sana, maana ametuletea ha habari ya nishati safi. Nasi tunashukuru pia kwa kuletewa gesi ambazo tumezipokea kwa moyo wa shukrani. Kama wauguzi, zitatusaidia katika majukumu yetu ya kila siku tunapotoka kazini na kuendelea kuandaa vyakula jioni. Leo tumepata zawadi ya nishati ya gesi kutoka kwa mbunge wa Arusha Mjini. Tunashukuru sana. Tunatoa mitano tena kwa Mama Samia, mitano tena kwa Mrisho Gambo. Tunashukuru sana. Kesho ni siku ya wanawake, tujumuike pamoja, karibuni sana. Kipekee tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuja na hii fursa ya kumtetea mwanamke katika nishati safi. Tunampongeza sana kwa sababu mama ametutoa mbali. Tulikuwa tunabeba mkaa tunatumia kuni, lakini tunashukuru sana kwa sasa ametupa nini? Nishati safi ya gesi.